Mama aliniaga anaenda kutafuta kuni hapo msituni hapo Beneti kwa masista. Amefika amelokota kuni vizuri, wakati wa kurudi akakutana na mboga jam, yani jamii ananilia sukuma wiki, akachuma akaniletea. Alivyoniletea akaniambia Mwalii, nimeleta hii na nilimboga kidogo, utaongezea na majani mabog ya maboga utaenda kuchuma shambani. Nikaenda nikachuma shambani, tukaja tukakaa wote tukachambua. Ulivyochambua nikaio nikaiosha vizuri, nikakatakata vokatakata, kaenda sa kuiandaa kuipika nimepika nikaonja, nivonja kakaa kama sekunde kadhaa, oka sekunde kadhaa, nikasikia kama kizunguzungu, nikamweleza mama. Mama akaniambia kunywa maji mengi, labda ni njaa, labda hujala kwa muda mrefu Nikanywa maji vokunywa maji, nimekunywa maji mengi vokunywa, kizunguzungu kikatulia. Kilivyotulia basi, nilikuwa nimeshasonga na ugali, nikaandaa ugali, nikapeleka mezani, vopeleka mezani, tukala kwa pamoja, tukatawanyika. Mama akatoka nje akaenda akaenda ku akatoka nje, alivyotoka nje aka sekunde kadhaa, na yenyewe mama akamtuma mtoto wa shemeji yangu, akamtuma mtoto wa shemeji yangu, nenda kamwite mwali nanili mama mdogo. Nika nikafika pale kwa mama mama akaniambia ni mkoroge chumvi chumvi, na maji, kamrogea vizuri, kweli mkorogea, akanywa. Alipokunywa aka akananili akaanza kutapika, wakati huku yenyewe na sisi tunaendelea tuna kunanili kutapika, tumetapika tumetapika, bahati nzuri majirani waka Wakaja, walivyokuja ndo wakawa wametusaidia, tukapelekwa sipitali. Mama ndo wakwanza kupelekwa, kafika nanili Maria Stoppers, walivyofika Maria Stoppers na mi ndo nikend nikaenda na mimi nyuma ya mama, alivyofika bale pale nami Maria Stoppers, nikaambiwa mama hali yake sio nzuri, wewe pandisha, na nilipandisha hospitali ya wilaya, nikapanda kwenye, nikapandishwa kwenye pikipiki piki, tukaenda hospitali ya wilaya. Vofika kule hivi, nikaanza kuhudumiwa dripu la kwanza, dripu la pili, basi ndo ikawa hivyo, nao wengine ilishi, huku hivi chini wakahamishwa walitolewa huku chini wakahamishwa kule juu, kwa hiyo tukawaote kule juu. Kwa majina anaitwa Loseriani David, ni jirani tu wa familia hii ya Kefasi ambayo imepata haya matatizo. Pale tuliwakuta wanatapika na kuarisha, watoto walikuwa wanaarisha, mama ndo alikuwa anatapika. Baada ya hapo mama akazima akawa haongei ndo tukaona tuwakimbize hospitali, lakini baba alikuwa mzima na baba alikataa kupelekwa hospitali kwa sababu alikuwa ni mzima kabisa, na sisi tukaona ni mzima, tukaona tumuache. Kwa hiyo baada kufika hospitali, ndo, kwamba na ya kufika hospitali ndo tukapata tena taarifa kwamba na baba naye hali yake imeanza kuwa mbaya, tukarudi tukamchukua naye tukampeleka kituo kidogo cha Maria Stoppers, ambapo baada ya muda sasa ndo tukaona matibabu pale hayatoshi kulingana na wingi wa watu waliokuwa pale, ikabidi tuwahamishe kuwapeleka hospitali ya wilaya. Ilikuwa saa moja kasoro kuwafikisha hospitali ya wilaya, kwa kweli hali zao zilikuwa mbaya sana. Ndani ya nusu saa tukawa tumepewa taarifa kwamba watu wale wameshapoteza maisha, ndipo tukarudi tena kituo kidogo kuwahamisha wale wajukuu tuliokuwa tunawaacha na yule jirani, nao tukawahamishia wilayani, ambapo waliendelea kupata matibabu, hatimaye wao wamepona. Tukawa tumepoteza hao watu wawili, mzee pamoja na mke wake. Ndio kwa kweli maneno ya mwisho ya baba tulimsikia wakati anakataa kwenda hospitali kwamba yeye ni mzima, tukamwacha. Baada ya kurudi, baba hakuwa anaongea kitu cha kueleweka zaidi ya kulia tu, kwamba anaumia naumia, anatoa naumia, malalamiko na mama pia mapema sana yali, tulimkuta tu anatapika, baada yaapo, iyo, ya hapo akazimia. Kwa hiyo hakuna maneno alioyatoa, japo tulikuja kusikia kutoka kwa mwali wao, binti ambaye ameolewa na kijana wa marehemu, akiwa anadai baada ya kuanza kuugua akamuuliza mama, hii mboga tunayetumia umeitoa wapi? Ndio akajieleza mama kwamba ametoa masista upande wa juu, ambapo wale wapelelezi walipokuja tumeenda pia na tukajaribu kuangalia na tukakuta kweli aina ya, ya mboga ambayo ililetwa nyumbani ipo eneo lile na wale wapelelezi wakaichukua. Wasiwasi upo mkubwa sana kwamba ile sio mboga kwa sababu ni shina moja ambalo limeota sehemu ambapo ni shamba la mtu ameshavuna, kuna mifugo ameshakula shamba lile, lakini shina lile liko pale pale, halijaliwa na mifugo kwa hiyo tunaamini kwamba sio mboga kwa sababu ingekuwa ni mboga hata nao mifugo angeitumia, ndio. Lakini ilikuwa vile vile na maana tunaamini kwamba inaweza ikawa ni jani ambalo ni sumu. Jamii inapaswa kujifunza, tuwe makini, hasa kwa maisha haya ya utumiaji wa vyakula, tujaribu kuwa makini pia nafikiri ndo hayo tunaweza kushauri, kwa sababu hatuna lingine. Maana maisha yetu tunayoyaishi ndivyo yalivyo, yaani maisha tunayoyaishi sisi ni haya ya kuokota mboga sehemu tofauti tofauti. mboga unayoikuta kama inawafaa kwa matumizi tunaitumia. Kwa hiyo hatuwezi kulaumu kwamba kwa nini alichuma, kwa sababu ndo maisha tuliyoyazoea kwa majina. Anaitwa Richard Kiroya, mwenyekiti wa kitongoji hiki cha Ngarashkati. Ah, ni kweli shina lenyewe linafanania kabisa mboga jamii ya sukuma wiki, wote tuliamini hivyo na ilichukuliwa na polisi kwa maana wale wapelelezi walichukua, lakini kesho yake walirudi tena, tuje tuhakiki zile mboga kama je ni sukuma wiki. Lakini ukiangalia vizuri ile mboga ni jamii ya sukuma wiki, lakini ukitazama vizuri sio suku, so, so, sukuma wiki yeah. sio mboga kabisa yeah, lakini inafanania vizuri.